hasa kutokana na shughuli zinazoendelea katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Ni wiki ambayo inakusanya viongozi uh, wengi wa nchi duniani, maana yake marais, mawaziri wakuu. Zile nchi ambazo zinaongozwa na marais, marais huhudhuria katika vikao hivyo, na nchi ambazo zinaongozwa na mawaziri wakuu, maana yake mawaziri wakuu vile vile huhudhuria katika vikao hivyo. Kwa hiyo ni moja katika wiki muhimu lakini vilevile umuhimu wake umedhihirishwa zaidi na matangazo ambayo yametoka takriban kwenye tarehe ishirini na moja na tarehe ishirini na mbili kabla ya kuanza tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa ambayo ndiyo wiki tunasema ni high level week of the uh, United Nations General Assembly, maanake kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 29 ndiyo maraisi hu Toa hizo sehemu ya hotuba zao lakini kabla ya hapo maana yake tarehe 21, tarehe 22, huwa kuna shughuli nyingi na ndio maana ilionekana nchi nyingi especially nchi za nchi za kidiplomasia magharibi Uingereza, Ufaransa, Kanada na nchi zingine zilikuwa zikitoa matamko ya kuitambua nchi ya Palestine. Katika matamko ya ya yaliyotolewa, nchi nchi tamko muhimu zaidi hasa ilikuwa ni nchi ya Uingereza kwa kuzingatia kwamba baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia mwaka 1914 mpaka 1918, maana yake ni vita ambayo ilipelekea kuanguka rasmi kwa dola ya Ottoman Empire, ambapo badala yake eneo la Palestine ambalo sasa hivi linajulikana kama kuna sehemu ya Israel na kuna sehemu ya Palestine, lakini kiujumla yake, maanake ilikuwa ni sehemu ambayo liko chini ya udhibiti au likiongozwa na nchi ya Uingereza, na hii hasa inatokana na sehemu ya maamuzi yaliyofanyika katika League of Nations baada ya kuundwa kwake. Uh, na nikisema League of Nations maana yake ilikuwa ni kama sehemu kama umoja wa mataifa ulioko hivi sasa. Kabla yake palikuwa kuna uh, muunganiko huo ambao unajulikana kama League of Nations ambao ulipitisha azimio hilo la Uingereza kusimamia eneo hilo uh, mpaka kufikia kwenye mwaka 1948 lilipoundwa taifa la Israel, lakini kabla yake mwaka 1917, wakati dola ya Ottoman manake inaelekea kuanguka. Uh, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Uingereza Alfa Balfa alitangaza uh, tangazo la kukusudia kuiunda au kuunda taifa kwa ajili ya ya jamii ya watu wa jamii ya Kiyahudi kwa maana ya kwamba ya Waisrael. Kwa hivyo tangazo hilo lilijulikana kama Balfa Declaration ambayo actually lilichukua jina la mwisho la muhusika uh, Alfa Balfa sasa Kulingana na tangazo lilivyotoka kwa mwaka elfu mbili na kumi na saba, ilikuwa ni tangazo ambalo lime limebezi katika upande mmoja wa kutambua kuundwa kwa taifa la jamii ya Kiyahudi ambayo makusudio hasa ilikuwa ni katika sehemu ile ya Palestina, na pamoja na kwamba ni azimio ambayo liliashiria kuchunga haki za baadhi ya watu wengine au watu wa jamii nyingine ambao wanapatikana katika eneo husika, na hasa haki za kijamii kama haki za kiibada kwa maana ya kuzingatia kwamba eneo lile la la especially eneo la Jerusalem, maanake ni eneo ambalo linakusanya sehemu ya alama za kiibada muhimu za kiibada kwa jamii ya Waislamu, Wakristo pamoja na Wayahudi. Kwa hiyo kuundwa kwake kwa taifa la Wayahudi maanake vilevile kulitoa tanbihi ya kwamba haki za watu wengine zitaendelea kuundwa, lakini ku tangaza kwa nchi ya Uingereza kwamba wanatambua taifa la Palestina, maanake ni kwenda upogo au kwenda kinyuma kidogo na sehemu ya tangazo lao la kuundwa kwa taifa la Israel. Maanake kwa kipindi kile haikuzingatia kwamba kuna wanajamii wengine ambao wana haki ya kuwa na nchi. Kwa hivyo ina maana kwa kutangazwa kwa au kutolewa kwa matamko ya Uingereza pamoja na zile extension zake kwa maana nchi kama za Canada, nchi kama za uh, I mean Australia, ni kuonyesha wazi kwamba sasa hivi Uingereza imesimama katika stance au katika msimamo ambao unakwenda kidogo upogo na sehemu ya Balfour Declaration ya mwaka elfu moja mia tisa kumi na saba. Lakini ukiachilia mbali hapo, uh, pamoja na kwamba hakuna Uh, mabadiliko katika upande wa ground manuva, inaonekana bado Israel wanafanya mashambulizi, lakini ni jambo ambalo tunataraji kwamba litakuwa lina athari katika siku za usoni, na sio mbali litakuwa lina athari kwa kuzingatia kwamba matamko mengi au hatua nyingi ambazo zitakachukuliwa sasa hivi dhidi ya Israel haitozingatiwa tu kwamba wanafanya mashambulizi dhidi ya raia wa Palestina, lakini vile vile itazingatiwa kwamba wana vamia au wana vunja sehemu ya sovereignty ya nchi nyingine ya jamii ya Palestine ya nchi ya Palestine kwa kuzingatia mipaka ya mwaka 1967. Kwa hiyo inawezekana kwa sasa hivi kaonekana maazimio hayo kama ni symbolic au matangazo hayo kama ni symbolic kama ni alama tu, lakini after time bila shaka itakuwa ina athari kwa upande mmoja au mwingine. Lakini msingi wetu hasa uh, umejikita katika hotuba uh, ambazo zimekuwa zikitolewa na maraisi katika sehemu ya Uh, Baraza la Umoja wa Mataifa na actually, msingi wetu hasa umetazama hotuba za viongozi wawili, pamoja na kwamba viongozi wengi wamezungumza na mazungumza mambo ya msingi, lakini content uh, yetu hasa imerely katika spichi ya waziri au ya raisi wa nchi ya Ufaransa, Manuel Macron pamoja na spichi ya rais wa nchi ya Finland uh, Alexander Stubb. Rais Macron katika mambo ambayo amezungumza ambayo ni muhimu katika uelekeo wa siasa ya dunia au siasa ya ulimwengu ni kuhusiana na kuongezeka kwa members au kufanya reforms, kufanya mabadiliko katika baraza la usalama la umoja wa mataifa. Baraza la usalama la umoja wa mataifa ni baraza ambalo actually lina member wengi, lakini tunasema wale permanent members, wale member wa kudumu wa baraza la usalama la umoja wa mataifa ni watano, maana yake nchi ya Marekani, nchi ya Uingereza, nchi ya Urusi, nchi ya China pamoja na nchi ya Ufaransa na hawa ukiwazingatia ndio wale ambao walishinda katika vita kuu ya pili ya dunia na ndiyo uh, baada ya hapo ikaundwa Umoja wa Mataifa, lakini wao ndo wakabaki kama ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kile ambacho kinajadiliwa na nchi zote ambazo zinapatikana katika sehemu ya baraza, uh, baraza la Umoja wa Mataifa. Sasa grupu hili la hizi nchi tano katika siku za nyuma uh, Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alipata kuzungumza akasema kwamba muundo tuliokuwa nao sasa hivi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni muundo ambao unazingatia mazingira ya mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano kwa maana ya kwamba miaka themanini nyuma, ni muundo ambao hauzingatii mabadiliko yaliyoko sasahivi. Na kauli ya Rais Emmanuel Macron na yenyewe inaashiria hivyo hivyo kwamba lazima kuna baadhi ya jamii, kwa mfano jamii kama ya Afrika jamii ambayo uh, au bara ambalo ukizingatia katika upande wa landmass, katika upande wa saizi ya ardhi maanake ni kipande kikubwa sana cha ardhi, miongoni mwa ardhi ambazo zina maeneo makubwa duniani, lakini vilevile vile, ni mmoja katika ardhi ambazo zina population kubwa, kwa maana ya kwamba zina mchango mkubwa katika upande wa resources rizze, zile rasilimali na mfano wake. Kwa hivyo jamii nzima kukosa mwakilishi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ni jambo ambalo bila shaka haliko sawasawa sawa. Kwa hiyo ni moja katika mambo ambayo Emmanuel Macron ameyazungumza katika spichi yake ya katika yake Umoja wa Mataifa, na hii inaashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa pakafanyika mabadiliko katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, au hili ikawa ni sehemu ya cheche za kukusudia kupatikana mabadiliko katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, na hili ni jambo muhimu sana ni jambo muhimu sana kuzingatia kwamba kwa hivi sasa, maanake ni nchi tano tu duniani ambao zina uwezo kufanya maamuzi ya nchi mia moja tisini maamuzi ya mwisho ya nchi mia moja tisini jambo ambalo bila shaka linaonekana kwamba haliendani na mazingira kwa kuzingatia kwamba ziko nchi ambazo sasa hivi zinaendelea kukua zaidi kuzinga, kulinganisha na hata hizo nchi ambazo ziko ndani ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa maana kama anazungumzia nchi kama ya, ya India ni miongoni mwa nchi ambazo zina compete, zina ushindani mkubwa na nchi ambazo ziko ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika upande wa uchumi, katika upande wa teknolojia, lakini vilevile vile ni nchi ambayo ina population, inachangia katika population ya dunia. Kwa hiyo kuignore kabisa bila kwa members kutoka katika bara, uh, katika bara la Latin America kutoka katika bara la Afrika uh, bila shaka, ya ni jambo ambalo shaka linakuwa halitengenezi taswira aa iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo ni moja katika baadhi ya raia ambazo zimezungumzwa na Emmanuel Macron na hii ni kuonyesha kwamba kuna uwezekano members wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa hata kama wanatoka katika nchi za magharibi wameanza kuona athari ya muundo ulioko katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini speech ya pili ambayo uh, tumesema tu gusia kidogo ni spich ambayo imezungumzwa na Alexander Stubb. Alexander Stubb ni rais wa nchi ya Finland, ambaye mmoja katika uh, speech yake amezungumza ya anasema kwamba kipindi cha uh, post cold war era kimekwisha. Nikisema cold war ni kipindi ambacho palikuwa kuna mivutano miaka ya sitini, miaka ya sabini mpaka miaka ya themanini. Palikuwa kuna mivutano baina ya nchi ya Urusi na nchi ya yeah, ya yeah, Marekani kila mmoja alikuwa na upande wake na mivutano ilikuwa mikubwa ambayo by the way haikupelekea kupigana moja kwa moja, lakini ilikuwa kuna sehemu ya mivutano ya hapa na pale mpaka kufikia kwenye miaka 90 ilipoanguka Umoja wa Sovieti yani USSR. Maana yake kulitoa fursa ya upande mmoja wa dunia kuwa na nguvu kuliko upande mwingine, kwa maana upande wa nchi za magharibi na hasa ukiongozwa na Marekani. Maana yake Marekani kuanzia kwenye miaka ya tisini na mbili tisini na tatu mpaka tisini na nne mpaka kufikia kwenye mwaka elfu mbili na saba elfu mbili na nane hapa katikati hakuna mwingine aliokuwa na sehi ya mwisho kushinda Marekani mpaka nchi ya Urusi ilipovamia uh, mwaka elfu mbili na nane ilipovamia nchi ya Georgia na ikaigawanya katika sehemu ya Abkhazia na South Ossetia, ndio ilikuwa alama ya kwanza ya kuonyesha kwamba hivi sasa kuna superpower mwingine ambaye anakuja, kwa sababu Marekani alishindwa kwenda kuitetea nchi ya Georgia. Sasa kwa kauli ya Alexander Stubb, ilikuwa inaashiria wazi kwamba hichi kipindi ambacho Marekani alikuwa peke yake kama superpower manake kwa hivi sasa kimekwisha. Lakini jambo la pili ambalo ameliongeza, akasema kwamba kipindi tulichokuwa nacho ili kiweze kutulia, manake kinaweza kikachukua miaka mitano mpaka miaka kumi, kiasi ambacho hatujui hali ya world order, hali ya ile muundo wa amri ya dunia utakuwa umekaa umeka katika muundo gani katika miaka mitano au miaka kumi mbele na kauli hii bila shaka tunaichukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba, uh, takriban kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wakati bado mgogoro wa nchi ya Urusi na nchi ya Ukraini ukiendelea uh, Boris uh, Pist uh, Pistorius alipata kuzungumza akasema kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tisa Neto atapigana na nchi ya Urusi, maanake patakuwa kuna direct confrontation baina ya nchi ya nchi za Neto pamoja na nchi ya Urusi, na kinachoonekana mpaka sasa hivi pamekuwa kuna Uh, tunasema ni arms race, pamekuwa kuna ushindani mkubwa wa utengenezaji wa silaha. Nchi ya Urusi imekuwa ikitengeneza silaha mara nne ya nchi za neto kwa maana kwa ya kwamba kila baada ya miezi mitatu nchi ya Urusi silaha ambazo wanazitengeneza ndani ya miezi mitatu ni sawasawa sawa na silaha ambazo Marekani na nchi zingine za neto wanazitengeneza ndani ya mwaka mzima. Kwa unaweza ukaona, ile race ya utengenezaji wa silaha ni wa silaha ni kubwa kwa kiwango gani, na hizi silaha zinatumika katika sehemu gani maanake ni maandalizi ya mgogoro ambao unawezekana ukajitokeza katika siku za usoni, na ndiyo maana Alexander Stubb akasema kwamba hali hii inawezekana ikawa na miaka mitano mpaka miaka kumi mbele, kwa maana ya kwamba hii mivutano ambayo tunaiona leo hii kwamba kila upande kuna sehemu ya uh, mivutano aidha ya kufanya juhudi katika utengenezaji wa silaha kwamba kila nchi imekuwa ikifanya juhudi kwenye utengenezaji wa silaha, lakini vilevile uimarishaji wa sehemu ya majeshi. Katika siku za nyuma tumeona katika nchi ya China, uh, tunaona katika nchi ya Urusi, tunaona baadhi ya mazoezi mengi yanafanyika katika nchi ya Marekani, katika baadhi ya nchi za Ulaya. Kwao pamekuwa kuna pilikapilika pilika nyingi sana za maswala maswala ya kiusalama. Kuna drone sasa hivi zimekuwa zikirushwa nyingi katika upande wa nchi za Eastern Europe maanake nchi kama za Poland na hivi karibuni, maanake nchi kama ya Denmark imeshuhudia vilevile, kuna baadhi ya drone ambazo zimekuwa zikiruka hazijulikani, zinatumwa na nani. Kwa hiyo shughuli zimekuwa nyingi kiasi ambacho inawezekana zikaashiria kwamba, uh, kuna jambo ambalo inawezekana likaja kutokea katika, katika siku ya mbele, jambo ambalo huenda likaja kutengeneza hiyo New World Order, ikatengeneza muundo mwingine wa amri ya dunia kinyume na hivi ambapo hivo ambapo ipo kwa kwa kipindi hiki tulichokuwa nacho. Lakini vile vilevile, uh, kwenye kulitilia nguvu hili Rais uh, Vladimir Putin siku ya jana akiwa na maafisa wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la nchi ya Urusi alizungumza kwamba uh, kwa hivi sasa muundo wa kistratejia wa usalama au muunganiko wa dunia ni kama ume, ume, umeharibika kwa maana ya kwamba katika miaka themanini nyuma, kuanzia mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano mpaka kufikia uh, miaka ya karibuni ya elfu mbili na ishirini na kitu palikuwa kuna connection kubwa baina ya wale well, tunasema ni global superpower, au nchi ambao zini, tunasema ni nuclear states, nchi ambazo zina zina kiwango kikubwa cha cha urutubishaji wa nyuklia au zina silaha za nyuklia, na hizi nchi mana, ni, ni, ni, ni nchi ambazo ha, actually ni katika zile nchi tano ambazo zinapatikana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa maana ya kwamba nchi ya Uingereza, nchi ya Ufaransa, nchi ya Marekani, nchi ya China na nchi ya Urusi. Zilikuwa ni nchi ambazo zina muunganiko mkubwa katika upande wa mawasiliano. Lakini baada ya kuanza kwa vita ya Ukraine, maana yake hapakuwa na muunganiko mzuri baina ya nchi ya Uingereza Ufaransa na Marekani kuunganika na hizi nchi za China na nchi ya Urusi jambo ambalo limezorotesha kwa kiwango kikubwa uh, mifumo ya mawasiliano baina yao, lakini vilevile vile mifumo ya oda ya kiulimwengu. Kwa hivyo tunapoelekea mbele, kinachoonekana hata katika upande wa, wa, wa Urusi, wanaamini hivyo kwamba tunapoelekea mbele ni kwamba muundo wa oda ya kiulimwengu unaendelea kuharibika na kama unaendelea kuharibika maanake, kuna muundo mwingine inawezekana ukalazimika uweze kuja pamoja ukizingatia, uh, speech ambayo imetolewa na Alexander Stubb uh, mwisho alichokizungumza akasema kwamba kuna uwezekano mkubwa nchi ambazo hazijaendelea ambazo ndio nyingi, au nchi ambazo zinaendelea, maanake ziko, ziko, ziko katika level ya katikati, katika, katika medium level au katika zile low level au zile level ya chini, nchi hizi ndio zitakazokuwa na maamuzi ya mwisho ya muundo wa dunia utakuja kuwa katika mazingira gani. Kwa kuzingatia kwamba nchi ambazo zimekwisha kuendelea zimekuwa zina spidi kubwa za kukaribiana kwa maana kwamba nchi ya Urusi, nchi ya Marekani, nchi ya China, nchi ya Uingereza, nchi ya Ufaransa, nchi zingine kama Ujerumani wapi, ni nchi ambazo zimekuwa zinakimbilia katika levo ambazo zinafanana kiasi ambacho kwa wao wenyewe kufikia kufanya maamuzi inawezekana ikawa ni, ni jambo gumu. Kwa hivyo inawezekana wakahitaji backup ya nchi ambazo ziko katika medium level au katika lower level au katika ya chini. Na hili bila shaka ni jambo ambalo tunaamini kwamba litakuwa katika muundo huo kwa maana ya kwamba dunia tuliokuwa nayo sasa hivi tunaona ushindani ni mkubwa, teknolojia imekuwa kubwa, ukuaji wa uchumi vile vile katika baadhi ya nchi umekuwa ni mkubwa kiasi ambacho nchi ambazo zilikuwa zinahesabika siku zote ziko mbele, hasa nchi za Magharibi, zinakuwa zinaonekana kwamba zinapata upinzani kutoka katika pande nyingine za, za dunia kiasi ambacho kistrategia sehemu za kijiografia za nchi zingine au makubaliano baina ya nchi kubwa na nchi ndogo, ndio yanaweza kuamua sasa hivi uelekeo wa dunia ukae katika muundo gani. Na ndio maana tunaweza tukaona kwa mfano nchi kama ya Marekani juzi imetoa tamko la kukusudia kurudi katika nchi kama Afghanistan. Maana yake kurudi kwa Marekani katika nchi ya Afghanistan, kama itafanikiwa, maana yake itaweza kutengeneza sehemu ya oda au sehemu ya ushawishi katika eneo la Central Asia katika eneo la kusini mwa bara la Asia na hata katika eneo la magharibi mwa Mashariki ya Kati. Lakini vile vile ukiangalia makubaliano yaliyofanyika baina ya nchi ya Romania, e, nchi ya Armania na nchi ya Azerbaijan katika sehemu ya Zangezuri corido ambayo Marekani alikwenda kukaa pale katika Zangezuri corido au anakusudia kwenda kukaa katika Zangezuri corido maana yake ni kwamba anakusudia kupeleka ushawishi katika eneo la Caucasus eneo ambalo inapatikana kusini kidogo mwa nchi ya Urusi, lakini vilevile vile kuna uwezekano akapeleka ushawishi wake hata katika nchi ya Iran, kwa maana kwamba katika upande wa Afghanistan, kama atakaa atakuwa na athari katika upande wa magharibi mwa Iran, na kama atakaa katika sehemu ya Zengizuri Korido, maanake atakuwa na athari katika sehemu ya kaskazini mwa nchi ya Iran. Achilia mbali sehemu ya makubaliano mengine ambayo yuko nayo ya kiusalama ya nchi ambazo zinapatikana katika upande wa bahari ya kusini kule katika nchi kama za South Korea, katika nchi kama za Philippines na mfano wake. Unaweza ukaona ziko nchi ambazo uh, tunasema kwamba sio katika levo ya juu kabisa ya ushindani labda wa silaha au na mfano wake, lakini bado ni nchi muhimu katika muundo unaokuja mbele wa dunia ukiangalia kama katika kikao kilichofanyika katika nchi ya China cha Shanghai Cooperation Organization, zile nchi zilizoshiriki, nchi kama za Indonesia ambazo ni nchi ina, ina konsist na watu kama milioni mia tatu. Manake Rais Prabowo so, so, Subianto hakuweza kushiriki moja kwa moja, lakini yeye kuwa memba tu katika ile Shanghai Cooperation Organization, hiyo ni sehemu katika athari ya kwamba nchi hii ni nchi ya kistratejia kwa maana kwamba ina idadi kubwa ya watu lakini vilevile, kuwepo kwa eneo lake vilevile vile ni ni, ni yani, ile eneo la nchi husika ni moja katika maeneo mimi, pamoja na kwamba ni nchi ambayo mara nyingi haikubali wale wanajeshi wa kigeni kwenda kuingia ka, au kwenda kuweka kambi katika katika nchi ya Indonesia. Kwa hiyo kauli aliyozungumza Alexander Stubb ni kauli ambayo inaweza ikaashiria kwamba kwa, kwa namna dunia inavyozidi kwenda na vurugu hizi ambazo za mivutano ya hapa na pale na watu kufanya juhudi kubwa kwenye utengenezaji wa silaha, inaashiria wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa nchi ambazo ziko katika levo ya kati na nchi ambazo ziko katika levo ya chini ndio nchi ambazo zinaweza zikaja kuamua ya kwamba muundo wa dunia baadaye uje kuwa katika, katika hali gani, kwa kuzingatia kwamba zenyewe ndio nyingi kuliko nchi ambazo zina nguvu nguvu. Lakini hizo ambazo zina nguvu kwa hivi sasa, maanake ni kama zinaelekea zote ku kufikia katika levo sawa sawa ya nguvu za kijeshi au nguvu za kiuchumi. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kutazama baadhi ya spichi za ziada ambazo zinatolewa na baadhi ya viongozi katika, uh, katika baraza la umoja wa mataifa ambapo kwa upande mmoja mwingine, lau zitatazamwa kwa umakini, zinaweza zikatupa ishara ya kwamba dunia Uh, kiujumla au nchi mbalimbali mbali duniani zinaona uelekeo gani wa dunia kwa hivi sasa, na sisi vilevile vile katika upande wetu tunaweza tukapata ishara gani kwa kile ambacho kimekuwa kikiwasilishwa na baadhi ya viongozi wa nchi mbalimbali mbali katika baraza la Umoja wa Mataifa. Ni kuombe mwendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kumbuka jina langu, naitwa Maulid Ali Mnukwa. Uwe na mda mwema.